Si imefika ile wakati? Imefika ile wakati, sio? Aya, wacha ah, yeah, niulize ndugu zangu. the the people who are going to do this with me, PCS Waziri, PCS uh, our friend uh, uh from the World Bank please. Wakuja wanisaidie. Kila mtu ako na simu yake. <laughs> <laughs> Ayushua iko na charge. Eh? Imechaja ama imezimika? Iko sawa? Iko chonjo. Haya. Wapi wale waju... wadosi wanajua maneno? Vijana aro Aro. Hapa katika ukumbi huu leo tuko na vijana elfu kumi na mbili mia moja na hamsini na saba. 12 157 155 young people aged between 9, 18 and 29

Eh? Eh? Aya, aya. Tuko tayari? Yeah. Tuko tayari? Yeah. Ah, a siwasikii mko tayari? Hebu tushike simu zetu kwa sababu mtaelekezwa na video vile mtakavyofanya. Hiyo video ikimalizika namna hii, biashara ianze. Your Excellency, at the count of three, the video will play and after that the money is going to be the account. Are we ready? Aya kidogo kidogo, na ngoja tu. Tuko tayari? Yuthia! Yuthia! Aya, tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Shika simu, maelekezo yanakuja, direction inakuja ya vile mtakavyopata hiyo first tranche ya first cohort hapa upande wa Western.

Nataka kila mtu sasa confirm. Kila mt kila mtu, hey. Kila mtu angalie pale kwa wewe um, <laughs> ule mtu wewe, simamisha hiyo sinema yako hapo. Aya. <laughs> Sasa pale. Kila mtu usome hapo. Ndio hiyo. Na tayari naambiwa kuna watu tayari wamechukua 160 million shillings katika hii mkutano. Na inaendelea. Wangapi wamepokea? Nione. Aya, mumeshapokea tayari? A, yani mambo ni hivyo, ni fire, si faya? <laughs> Aya, wacha niite jamaa moja hapa akuje, mtu ambaye amefanya mambo hapo, niambie ni yule mtu amesha receive tayari. Yes, ako hapa ehe, hapo maneno, unaitwa nani? Eliakim. Ehe Uh, Mesha pata? Yes, nimepata nwe shukuru sana, uh, yeah. Inasema Dear... beneficiary, uh, yeah. You have successfully unlocked your startup capital cash 22,000 to your pochi la biashara. Aya, na huyu mungwana? Patia huyu mungwana. Yes. Yeah. Iko same too. Uh. Dear beneficiary, you have successfully unlocked your startup capital, 22,000 Kenyan shillings sent to your Pochi La Biashara wallet. Uh, 3,000 Kenyan shillings will be sent to your ZD account. Very good. Thank you. Elfu tatu inaenda kwa account yako ya saving. Lakini, ZD account is a saving as account? Yeah. Yeah, savings. Once NSSF are ready to go to NSSF. Alafu alafu itaenda NSSF, utaongezewa pale. So, kila mtu amepata uh, sehemu yake si ndio? hebu yeah. Wale wamepata nione kwa mkono tena, wale wamepata, wale wamepata. Allah bas, pongezi sana. Mungu awabariki, tuonane tena. Thank you very much and God bless you. Dije kidogo kidogo. Dije vijanani fire, si fire ni moto, si moto Asanti sana, your excellency, nija tuperege kidogo, bosi kitoka. Acha nione kila mtu kila mtu kila mtu kila mtu kila mtu kila mtu. Waa nione kila mtu wewe. Hey! Usia muko. Vihiga muko. And then I check the. Let me see.